Tumuombe waziri wa mambo ya ndani na ushirikiano wa Afrika Mashariki, hivi masharikisaivinaitwa waziri wa mambo ya nje, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Kombo, kuna ule mkataba wa Vienna, Tanzania imesaini. Ni nchi kama ngapi? Nchi kama na kituhivi kith9 mkataba wa Vienna umesainiwa na Tanzania pamoja na taifa kuwa huru, pamoja na taifa kusimamia mambo yake yenyewe na kuendesha mambo yake kwa sababu ni, ni, ni, ni state ambayo ni sovereign, sawa. Lakini vilevile vile ule mkataba unasema hakuna mtu yoyote, awe balozi, awe mtu wa nje, anaruhusiwa kuja nchini kwetu, ili aende mahakamani, lazima apate kibali cha wizara ya mambo ya nje yaani ili uende mahakamani, mtu yote wa kimataifa balozi, yani unamwona yule balozi wa Uingereza mm. balozi wa Marekani mm. balozi sijui wa nini aruhusiwi kwenda mahakamani. Ili aende mahakamani, anachukua kibali cha wizara ya mambo ya nje. Yani wizara ya mambo ya nje ndio inamwambia mahakama iko safe, mm. wanampa kibali Wara, ni diplomatic ways ambayo ndio wamesaini wenyewe yes. Kwa hiyo nasema lazima uchukue kibali pale wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa mm-hmm. ili uende wapi, uende mahakamani. Sasa natukuja Martha Karua, huyu binti mgomvi tu ambaye amesababisha Wakenya wameuana, amekrosi moja kwa moja kwenda mahakamani, hana kibali cha wizara mambo ya nje. Kwa hiyo wakati mwingine taifa letu linafikia kipindi tunataka kudharauliwa na watu hao, kama wakina Martha Karua. Kwa hiyo naomba wizara ya mambo ya nje i, na ushirikiano wa kimataifa ipige marufuku na iwaambie dunia, maana inawezekana watu wameshajisahau, wame, sasa iambie dunia na mabalozi wakae nao, awaambie kwamba hii ni nchi huru ambayo ina haki zake za msingi. Lakini vilevile mabalozi, watu wa nje wanaotaka kwenda mahakamani lazima wafuate kibali wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ili waweze kwenda mahakamani kwa uhuru na haki, kwa nchi isichezewe. Lazima nchi iheshimike na mjue nchi na rais, rais wa nchi yupo, viongozi wapo na katiba ipo eneo <coughs> ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni uhuru kabisa. Kwa hiyo tusichezeane, lazima tuheshimiane. Mwanakombe ni sahihi na, okay. E, kwa kwa hiyo mimi baada ya kusema hayo naomba na wewe uchomekee kidogo, lakini ujue kwamba nimekasirishwa na Martha Karua kuja nchini bila kufata taratibu za nchi yetu na tunampiga marufuku tunamuonya. Na mimi nirudi tena nyuma kwa ulipozungumza kwamba e, alikuwa anatetewa na mashoga Yeah. Unajua mimi sitaki kuthibitisha kwamba Lisu ni shoga, yeah. Kwa upande wangu mm. Sitaki kuthibitisha mm. ila kuna viashiria ambavyo anakuwa navyo unaweza ukaisi mm. kwamba yeye ni yeye, ukiangalia mm. mkono wake wote tumekuwa mashahidi Mabangil. anavaa mabangili <laughs> <Hey>. <laughs> kiongozi wa chama cha kisiasa unavutiwa vipi kuvaa mabangili? mm. Protocol ya kila kila kila kila kitu kina ethics zake mm. uongozi una taratibu wake yeah. Yona kama kiongozi wa kisiasa ukishakuwa na level fulani, kuna mi, maisha ambayo unapaswa kuyaishi, ushanifahamu na mm -hmm. Ukishatoka kwenye level fulani, kuna maisha ambayo unapaswa kuyaishi mm -hmm. Tundulisu, jambo la kwanza ambalo amenitia sana wasiwasi mm -hmm. kuvaa mabangili la kwanza. Pili, mda wote kifua chake anapenda kiwe wazi mm -hmm. Na kama mimi mnabisha, nendeni kwenye mitandao ya kijamii, nendeni kwenye presi zake nyingi. Mpaka leo mtakwenda kumtembelea gerezani, mchunguzeni kwenye mikono yake mutakuja kukutana na hilo jambo. Hiyo na hii mada sio kwangu. Mimi naomba nimalizie ni sasa eh, eh, nikusomee sasa maazimio, na sisomi yale maazimio sita mengine eh, make mengine alikuwa ya nchi nyingine yatuhusu, hmm, lakini mimi nazungumza, naomba nisome, watu waelewe bunge la